Kutoka 19 mstari mdogo ule wa tano tunasoma kwa jina la Yesu. Sasa basi ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kuishika akano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu mahana dunia yote pia ni mali yango. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu ushie maneno yote. Wewe Mungu mkuu uliyetuchalia uwai leo, unayetupa maneno haya ili tuzungumze na wana wako, tunaomba ufungue masikio ya kiroho tupate kusikia na kutenda kile tunachoambiwa. tunaomba mali yako itamalatimale

neno la Mungu kitabu cha Kutoka. Mwandishi wake ni Musa, ambaye ameandika kitabu cha kutoka ni Musa. Aliandika kitabu hicho mwaka wa 1400 hadi mwaka 1440 hapo katikati Musa alitumia kuandika hicho kitabu, na lengo lake ilikuwa ni kuzilisha asili ya ukuaji wa haraka wa kizazi cha Yakobo kutoka Misri kwenye uanzishwaji wa taifa la kitheokrasia katika nchi yao ya ahadi. Ndo maana aliandika hiki kitabu na jina likapewa Kutoka. Twende tuangalie a hey, ya neno kutii. Kwanza tuone maana ya neno kutii. Tunazungumzia hapa kutii sauti ya Mungu au kutii neno la Mungu. Biblia Biblia yenyewe ni neno la Mungu. Biblia ni sauti ya Mungu. Je, kutii ni nini? Kutii ni nini? Kutii ni kusikia neno na kulitendea kazi. Kutii ni kusikia neno na kulitendea kazi. Ibada inaanza saa 4 kamili. Wewe mhudumu unafika saa nne na dakika thelathini, hapo unakuwa umetii au hujatii? Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Ni huzuni kubwa kwa watumishi wa Mungu, ni ahibu kubwa Hichi kitu kinashamiri kwetu. Tumehubiriwa sana, tumeshauriwa sana, tunasikia sana neno la Mungu, lakini kutendea kazi ili tukamilishe sasa ule utii wa watu wa kujijali sana tunakuwa watu wa kuangalia faida kwa upande wetu tunajali majukumu yetu sana kuzidi Mungu na hilo linatuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Amen, tusome kitabu cha Tito tatu moja hadi mbele. Naomba msomaji wangu galao anisomee hicho kitabu, tuone maana halisi kabisa ya neno kutii, mtu anayetii anakuwaje? Na nani anatakiwa kutiiwa? Karibu msomaji wangu, tusome kitabu cha Tito. Haijapatikana. Karibu karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kito tatu moja maandiko anasema hivi. Wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo ni neno la mtumishi Paulo. Paulo alikuwa mhubiri kama mibiri, Alikuwa mwinjilisti kama mimi, alienda nahubiri mataifa mbalimbali mbali. Sasa kwenda kwake anahubiri katika mataifa mbalimbali mbali, alifika kwenye kisiwa kimoja kinachoitwa Crete. Crete ni kisiwa kimoja kiko Ugiriki, akaanza kuhubiri neno la Mungu akaubiri mataifa walioko pale pale, akapata mmoja, mtu mmoja ambaye alitoka kwa jina la Tito, akapewa hadi jina kitabu kitaba, akaupa akampa Tito mwongozo, akampa Tito nyaraka, mtumishi Paulo alimpa Tito nyaraka kwenye hicho kisiwa, maana alihitaji kupata watumishi wengine, alihitaji kanisa lisimame kama hili la kwetu, jinsi ya kuchagua uongozi. Nyaraka za pili ndio hizi za kunyenyekea na kutii, kujenyenyekeza mbele za Mungu, kutii neno la Mungu. Akataka watu ambao wataokolewa katika kisiwa chii, akataka watu ambao watamjua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake wamtii na kunyenyekea ili wapate matunda ili waone ufalme wa Mungu. Na mimi leo nakuja na nyaraka hii kwetu au kwenu, tutii, wana wa Mungu, tutii watumishi wa Mungu. Ya Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kizazi cha leo ni kizazi kikubwa sana. Afadhali kwetu kule tumekotoka, watu kidogo tulikuwa na uoga. Tulikuwa tunaogopa Kanisani kawahida, kawahida kuja kanisani haikuwa kawaida, kawaida kama tunavyochukulia. Mtu anakuja kanisani usiku wa kuamkia siku ya kwenda kumwabudu Mungu, amefanya mambo machafu yeye na familia yake nyumbani, hawaelewi, anakuja kanisani, anasogelea madhabahu ya Mungu

unakuja kumkabidhi Mungu maisha yako yote. Sasa huwezi kwenda kwa Mungu ukiwa mchafu, ukiwa hauko vizuri na jirani yako na ndugu yako. Bwana, ah, Yesu asifiwe. Amen. Nafikiri mwezi ulioisha tumefundishwa sana na neema. Leo tunahubiri kuna utofauti wa mafundisho na mahubiri hapa, wengi na hubiri mafundisho, utapangiliwa tena huko, so naongea kama mhubiri. Bwana Yesu yeah. asifiwe sana, haleluya yeah. Sasa tunataka tuangalie akina nani mwana Mungu pia ameacha toa mawakilishi wake. Usipowatii wao, usipowatii wao, huwezi kufika, huwezi kurithi ufalme wa Mungu. Aya unayofanya hapa itakuwa mchezo. Kwa haraka haraka, tuangalie kitabu cha Warumi, Warumi kumi na tatu mstari wa kwanza. Padi wa pili tusome hapo watumishi wa Mungu. Tafadhali tu haraka haraka ni dakika chache. Sadi kuwachosha sana leo. Amen. Mike, washa kwa fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumi na tatu Maandiko yanasema hivi: kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe <tutu> tunasikiliza neno la Mungu vizuri na kulifuatilia twende kiongozi, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Haleluya. Na hii iliyopo imeamriwa na Mungu, hivyo amwashie mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kuna wawakilishi wa Mungu hapa duniani ambao tumepewa, ni masi ao watu tuwaheshimu na kuwatii. Hivi ikizungumzwa mamlaka, kutii wenye mamlaka, kutii mamlaka kwa hapa chini ya jua tunatakiwa tumtii kina nani? Bwana Yesu asifiwe. Unajua, kuna vitu tunajichukulia laana bila kujua. Tumeambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Baraka za Mungu, tumeambiwa tutii wenye mamlaka, maana hakuna mamlaka isiyotoka wapi? Hapa kanisani kwetu, mwenye mamlaka ni nani? Mwenye mamlaka ni nani? Mchungaji. Basi naongea kama vile hatujui. Ni mchungaji. Ongea kwa nguvu, ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mchungaji asimame madhabahuni, mpaka takatifu hii madhabahu watu wanakombolewa, wagonjwa wanapona kupitia hii madhabahu. Anasimama hapa anatangaza. Keh, tutakuwa na mfongo afu kanisa la watu zaidi ya mia mbili wakutane watu kumi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulikuwa tumeti hatujatii. Na mstari ule wa pili amesema imesema hivi ambao hautatii wende mamlaka hautaona ufalme wa Mungu. Umelikataa neno la Mungu. Ina maana umefanya nini? yake si kukataa yes? Yaani unataka ufanye kile wewe unachotaka, si maana yake kukataa? Yaani unataka ufanye kile wewe unachotaka, sio neno la Mungu ambayo unachotaka mbinguni atende hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana, mbinguni atende hivyo, asifiwe sana, mbinguni. Tunatakiwa twende kwa utaratibu Mchungaji akisema kanisa nzima bila kukosa hata mmoja, uvunja ratiba zako, ni baba ameongea, ni Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen, na mchungaji ana matawi yake wase wakabisa mashemasi mkuu wa injilisti mamaadibisho kwenye kitu ya vijana huko, vipengele vipo vingi vingi, akina mama, hizo ni sauti za Mungu au watu? Wasikilizeni, hawajajiweka wenyewe awaje zisimamisha wenyewe. Tumekalia kusengenya watumishi wa Mungu, tumekalia kuwasema vibaya watumishi wa Mungu. Tunapingana na neno la Mungu, sio mimi, ni Bibilia. Bila kujua unapingana na neno la Mungu na na neneno na Mungu unapokuja hapa unafanya kazi bule. Amen, Mungu aturumie watumishi wa Mungu. Anzia leo tubadilishe nyenendo hio, ili tupate thawabu, hii kazi tunayokuja kufanya hapa isio isabiwe bure. Mimi enzi zangu, kipindi tuko Afrika, nilikuwa naambia marafiki zangu, nawambia kwamba mimi siku nikifika mbinguni halafu Mungu aniambie sikujui, nitakuwa mdishi sana, nitakuwa mdishi sana kwa sababu kazi ya Mungu nimeifanya Leo nafanya kazi ya Mungu, sasa ile yeah, tu ghafla, sikujui, sitaelewa. Ndio maana najitahidi angalau niendane na ni mapenzi ya Mungu ini yeah. <coughs> Hii kazi ambayo nimeifanya isiwe bure, isiwe sabiki bure, na wewe pia naomba ujitahidi Achana na hayo mambo unayofanya, achana na uchafu unaofanya, njoo kwa Mungu, njoo kwa Kristo, naye atakupokea amen, amen. Tuangalie kwa uchache kipengele cha pili, di yake tulikuwa ei bii yake ni faida faida ya ku ya faida kuu ya kutii neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe! Amen. Faida kuu ya kutii neno la Mungu. Tusome Ufunuo wa Yohana sura kumi na moja mstari wa kumi na nane. Ni mstari mmoja tu. Karibu kiongozi, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maandiko, ah, anasema hivi oh, na mataifa walikasirika, hasira yako nayo ikaja, na wakati ukaja, na wakati ukaja, na wa kuhukumiwa waliokufa na wa na wakuwapa thawabu yao watumwa wako manabii na watakatifu nao walichao jina lako wadogo kwa wakubwa, na wa, na wakuwaharibu hao waiharibuo nchi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Amen. Amen. Watu walikasirika hasira ikajaa kwa watu, lakini haijamzuia Mungu badala yake Mungu na yeye alikasirika. Tunaongelea kwa faida ya kutii neno la Mungu, faida kuu ambayo tutapata ukitii neno la Mungu. Mungu na yeye alikasirika, akaja kutoa hukumu kwa wale ambao hawakutii manabii Watoto kwa wakubwa ambao walimtii yeye, akatoa neema kwao, akatoa hukumu kwa wale ambao hawakulitii neno la Mungu. Kwa faida ya kumtii Mungu, ni utapata thawabu, utapata thawabu. omona pondoloo upata moono Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, watumishi wa, wa, wa Mungu. Yeah. Nani asiyetaka kupata thawabu ya Mungu? Nani asiyetaka kufika kufika mbinguni? Uwite tu Kristo Mkristo hapa duniani halafu siku ya mwisho ukose kufika mbinguni. Ukose kukubaliwa machoni kwa Mungu unahitajika kumtii Mungu. Ni sheria ndogo tu. Kutii Mungu. Unapotii utii Mungu uwezi kutenda zambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya, watumishi wa Mungu. Njoni watumishi wa Mungu. Tengenezeni njia zenu yanyosheni mapito yenu ili tuende mingoni, tuangalie si nando. Kipengele cha mwisho ni mazara ya kutotii neno la Mungu, mazara ya kutotii neno la Mungu. Tumeona faida, kitu chochote kikiwa na faida lazima kiwe na na hasara zake, si ndio? Hivyo vola watu wa LSSC Bwana Yesu asifiwe, Amen. Eh, tutegemee one day tuta- tutapata mazali <laughs> ya kijiti tuvumilie <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana, tunapambana na LSSC ya yeah. Tusome kitabu cha Samweli wa kwanza wazo kumi na tano.

maandiko anasema hivi, naye Samueli akasema, Je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kutii sauti? sawasawa na kutii sauti kutii ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe! Ameanza na swali, Je, Bwana upendezwa na sadaka zako kuliko kumtii? Tende mtumishi wa Mungu. Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu 23. Ndio, kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi. oh, ni kama dhambi ya uchawi yeah. Na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe, usiwe mfalme. Amen, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni mazera ya kutukulitii neno la Mungu. Mungu ahesabu sadaka zako kama utii. sadaka yako ni kazi bure kama una utii wowote, tii kwanza. Na nimekuambia hapa kuna wawakilishi wake, watii pia, hata kama ni mdogo kiasi gani, mtii. Ni Mungu amemsimamisha, ni Mungu alimwinua. Ukiwakataa hao, umeukataa ufalme, umemkataa Mungu. So tusijidangani, mwana wa Mungu danganye kuja kanisani kunyoosha nguo zetu kila siku na tuna utii wa neno la Mungu. Hii thawabu ya milele, huu ufalme ambao tunaahidiwa, tutaokosa. Sasa basi, tengeneza maisha yako, mrudie Muumba wako tia Muumba wako, pata kulitii neno la Mungu nawe utaurithi ufalme wa Mungu. Jina la Bwana maki